Ndugu zanguni, habari za wakati huu, niwakaribishe katika uchambuzi wa kitabu chetu kitwacho Siri za malezi bora ya Watoto. Hiki ni kitabu kipya ambacho kimetoka tarehe 2 mwezi wa 12, mwaka elfu mbili na ishirini na tano, na ni kitabu kipya kabisa. Mwandishi wa kitabu hiki anaitwa Johanes John Ryoba na hiki ni kitabu chake cha nne kutoka. Kitabu hiki kina kurasa 89, kina sura tano zilizosheheni mambo mengi yanayohusu masuala mazima ya malezi ya watoto. Na kwa leo, ntakupitisha kwa mambo machache ambayo yako ndani ya kitabu hiki. Tukianza na yaliyomo, tunaanza kuna utangulizi Alafu sura ya kwanza ina kichwa kinachosema maana ya malezi. Ndani yake utajifunza ni nini maana hasa ya malezi, utajifunza kulea mtoto kimwili, kulea akili za mtoto, kulea hisia za mtoto, kulea kipawa cha mtoto na kule, kumlea mtoto kiroho. Lakini katika sura hii ya kwanza Aa, kuna jambo lingine, anasema jinsi ya kugundua kipaji cha mtoto wako, mambo ya kuepuka ili kulinda uwezo au genius wa mtoto wako. Hiyo ni sura ya kwanza ya kitabu hiki kinachoitwa Siri za Malezi Bora ya Watoto. Sura ya pili ina kichwa kinachosema malezi katika kujibu maswali. Katika sura hii mwandishi anasema maswali ya watoto wadogo kumuhusu Mungu na masuala ya kiroho, lakini pia utajifunza katika sura hii namna ambavyo watoto wanabadilisha maswali kulingana na umri wao, kwa maana ya kwamba kadri umri unavyoongezeka ndio maswali yao yanavyozidi kubadilika, na pia utajifunza namna ya kumjibu mtoto anapokuuliza swali wakati haujui jibu lake wao. Sura ya tatu ya kitabu hiki cha Siri za Malezi Bora ya Watoto ina kichwa kinachosema malezi katika ujenzi wa tabia. Umndani utajifunza maeneo matatu yanayokuza na kujenga tabia ya mtu tajifunza ubongo wa mwanadamu na ujenzi wa tabia. Tajifunza pia tabia na hali ya moyo, nafasi ya mazingira katika ujenzi wa tabia, maana ya, kug... namna ya kugundua tabia isiyofaa ya mtoto. Lakini sura ya nne ya kitabu hiki kina kichwa kinachosema mbinu za kuboresha nidhamu ya mtoto umdani utajifunza mamlaka ya wazazi katika malezi, njia za kuboresha nidhamu ya mtoto. Lakini pia umdani utajifunza pambano la kiroho mwandishi ameelezea kwamba wakati fulani changamoto ya kitabia huwa ni mashambulizi ya kiroho au ya nguvu za giza. Umdani utajua namna ya kumsaidia mwanao au kugundua mwanao kuwa hiyo tabia ambayo ako nayo inatokana na mashambulizi ya kiroho. Sura ya tano mwa ina kichwa kinachosema mambo ya msingi ya kuwekeza ndani ya mtoto huu. Hmm, mndani pia ameelezea njia mbili za kuwekeza kwa mtoto. Kumbe zipo njia mbili za uwekezaji unazoweza kuzifanya kwa mtoto Chaguzi ni wako utumie njia gani, lakini pia utajifunza mambo ya msingi ya kuwekeza kwa mtoto. Lakini pia ndani ya sura hii ya tano utajifunza urithi umpasao mwanao ho oh. mwanao anahitaji urithi fulani kutoka kwako, utajifunza hu ndani. Na mwisho katika sura hii ya tano utajifunza elimu sahihi impasayo mtoto wako ehe. Na mwisho kabisa ni rejea wa wow. Hicho kitabu kimeandikwa uh, kimeandikwa kwa ustadi mkubwa, na amekuwa akirejelea waandishi wengine, akirejelea maandiko matakatifu, yaani Biblia. Uh, amekuwa akijenga mada kwa kurejelea tafiti mbalimbali mbali za masuala mazima ya malezi ya watoto ni kuambie kwamba usikose hiki kitabu, ni moja ya kitabu kizuri sana sana kabisa. Kwenye utangulizi wa kitabu hiki mwandishi anaanza kwa kuuliza swali, je, unafahamu kuwa watoto ni mali ya Mungu na wanapaswa kutunzwa kwa uaminifu mkubwa? Je, unajua kuwa kulea ni kazi takatifu ya Mungu na baraka ya kuzaa inaambatana na wajibu wa kulea. Iwe ulikuwa unajua au la, malezi ni kazi takatifu ya Mungu aliyowapa wanadamu kuifanya kama vile ilivyo kazi ya kuhubiri Injili, kusaidia wajani maskini na wahitaji kuacha kazi hii ya malezi au kuifanya kwa ulegevu ni kujitafutia laana, kama ambavyo maandiko matakatifu yanasema na alaaniwe mtu afanyaye kazi ya Bwana kwa ulegevu, Yeremia 48 na ule mstari wa kumi. Kuhani Eli alilaaniwa kwa sababu ya kupuuzia kazi hii takatifu ya malezi, soma Samueli wa Kwanza Sura ya pili mstari wa 22 hadi wa 36. Kila mwenye mtoto Mungu amempatia kazi takatifu ya kuifanya na anapaswa kuifanya kwa uaminifu. Kazi ya malezi inahitaji uvumilivu, maarifa na mikakati thabiti ili kufanikisha maendeleo ya mtoto kiakili, kihisia, kimwili, kimaadili na kiroho. Wazazi wana wajibu wa kutafuta elimu na maarifa ya namna ya kuifanya kazi hii takatifu ya malezi. Wengi hutoa udhuru kwa kusema elimu ya malezi ni elimu inayotatiza, kwa sababu watoto hawafanani, kila mtoto ana upekee wake na kadhalika, na wengine husema watoto wanapozaliwa hawaji na kitabu cha maelezo kama ambavyo ukinunua kitu kipya dukani, kama simu au televisheni, unapewa kijitabu chenye maelezo ya namna ya kukitumia, yaani user manual. Pamoja na mitazamo yote hiyo, lakini ukweli ni kwamba Biblia imetoa mwongozo wa namna bora ya kuwalea watoto. Neno linasema mlee mtoto katika njia impasayo naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Misali ishirini na mbili mstari wa sita. Ni muhimu kujua kuwa kama kuna kumlea mtoto katika njia impasayo, pia kuna hatari ya kumlea mtoto katika njia isiyokuwa sahihi, kama maandiko matakatifu yanavyoleza wazi kuwa iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu lakini mwisho wake ni njia za mauti. Soma Mithali 14 na mstari wa 12. Aya hii ya Mithali 14 mstari wa 12 inatusaidia kujua kuwa baadhi ya changamoto nyingi za malezi ya watoto katika karne hii ni matokeo ya wazazi na jamii kuchagua njia isiyokuwa sahihi ya kuishi na kulea watoto. Malezi ya watoto katika karne ya ishirini na moja yanakabiliwa na changamoto nyingi zikiwemo hizi chache kwa kuzitaja moja: ukosefu wa maarifa kwa baadhi ya wazazi kuhusu malezi ya watoto. Mbili, mabadiliko ya utandawazi na ya kijamii yanayopelekea baadhi ya mila na desturi kuingiliana. Tatu, changamoto ya teknolojia na athari za mitandao ya kijamii. Nne, wazazi kukosa muda wa kutosha wa kuwa karibu na watoto wao kwa sababu ya majukumu ya kazi. Tano, changamoto ya marafiki na mazingira yanayomzunguka mtoto. Sita, kutokuwepo kwa mwongozo wa malezi kwa baadhi ya wazazi. Saba, ubaguzi wa kijinsia katika malezi. Nane, changamoto ya nidhamu na ufinyu wa mbinu za kudhibiti tabia. Tisa, changamoto za kifamilia, kwa mfano, talaka au ugomvi wa baba na mama mbele ya watoto. Kumi, changamoto za kiroho na mashambulizi ya nguvu za giza na mambo mengine mengi. Suluhisho la changamoto hizi ni kujipatia maarifa sahihi. Kitabu hiki kipo mikononi mwako kukupatia elimu na maarifa sahihi kuhusu masuala ya malezi ya watoto. Mwandishi anaamini kama wazazi watayaweka maarifa haya ya malezi ya watoto katika vitendo, basi changamoto zilizotajwa hapo juu zitapungua kwa kiasi kikubwa sana. Karibu tujifunze pamoja. Ndugu msikilizaji, huo ulikuwa ni utangulizi wa kitabu hiki cha Siri za Malezi Bora ya Watoto, Siri za Malezi Bora ya Watoto. Na kwa leo ninapenda niishie hapa katika uchambuzi wa kitabu hiki, na nikualike kama utakuwa unahitaji nakala ya kitabu chako. Kwa sasa kinapatikana kwa mfumo wa soft copy kwa shilingi elfu saba tu za Kitanzania. Kama unahitaji, unaweza kuwasiliana na mwandishi moja kwa moja kwa kumpigia simu, kumtumia message ya kawaida au kwa njia ya WhatsApp kupitia namba 0714054430 yaani 0714